Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi itakuwa ina uzinduzi rasmi wa sera uh, ya ardhi ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023, ambao uzinduzi huo utafanyika siku ya tarehe uh, 17 mwezi huu wa tatu mwaka 2025 hapa jijini Dodoma, na katika uzinduzi huo mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uh, Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo uh, napenda kuchukua nafasi hii na fursa hii kuwakaribisha wadau wote wa sekta ya ardhi uh, kuweza kuja kushiriki nasi uh, katika uzinduzi wa sera hii ya ardhi uh, ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023. Vile vilevile nichukue nafasi hii si tu kuwakaribisha wananchi, lakini nikaribishe vilevile uh, vile, viongozi mbalimbali mbali, taasisi mbalimbali mbali za kimaendeleo uh, vyama uh, vya siasa uh, mbalimbali, lakini na taasisi mbalimbali mbali za serikali eh, lakini na nyinyi wenyewe wanahabari, niwakaribishe sana eh, siku hiyo ya tarehe kumi na saba katika ukumbi wa Jakaya Kikwete Convention Center eh, ambao utafanyika hapa jijini Dodoma, lakini vile vile tunatarajia kwamba shughuli yetu hii itarushwa eh, mubashara kupitia vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo TBC na wengineo uh, kwa hiyo karibuni sana. Kauli mbiu katika uzinduzi wa Sera ya Taifa ya Ardhi mwaka huu uh, katika uzinduzi wa sera hii ambayo tunazindua toleo la uh, mwaka 2023 sera ya mwaka 1995 inasema, Sera ya Ardhi Msingi wa Ustawi na Maendeleo Endelevu ya Taifa. Kwa hiyo ndio kauli mbiu yetu katika uh, uzinduzi huu na kwa mujibu wa GN namba 385 ya tarehe 7 Mei 2021 na marekebisho yake kupitia GN namba 534 ya tarehe 2 Julai 2021 pamoja na majukumu mengine Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi ndiyo yenye dhamana ya kusimamia sekta ya ardhi nchini. Maandalizi yamekamilika kwa asilimia tisini na hizi kumi tunazimalizia siku ya leo na kesho. Uh, na kama nyinyi wenyewe mnavyoona ukumbi saa hizi kila mtu yuko bize katika kuhakikisha uh, mambo yote yanakuwa sawa. Uh, lakini vile vile tunao wageni mbalimbali uh, wamesha uh, toa taarifa ya kuwepo kutoka wawakilishi wa nchi zao kwa maana ya mabalozi kupitia ofisi ya, ya, ya Wizara ya mambo ya nchi za nje wameshatoa uh, taarifa kwamba watashiriki, kwao tunao, lakini vile vile tunao wakuu wa mikoa uh, tunao mawaziri tunao wakuu wa wilaya tunao makatibu tawala wa wilaya makatibu wakuu wa wizara mbalimbali mbali, kwa sababu mtafahamu kwamba au mnafahamu kwamba ardhi ni kiungo cha kila kitu, hakuna ambacho kinaweza kufanyika bila kuwa na ardhi. Kwa hiyo tuna wadau mbalimbali ambao wanakuja wana kushiriki katika uzinduzi wa sera hii.